Kwa majina naitwa Wema Ulanga au kwa jina maarufu naitwa mama Velo au mama Samola. Shida yetu kubwa na kelele yetu kubwa ni maji. Tunaamka usiku sana kwa ajili ya kutafuta maji na maana kazi zingine tulizostopisha kwa ajili ya kutafuta maji, muda mwingi tunatumia kwa ajili ya maji. Tulikuwa tunaomba serikali jamani, mtusaidie tupate mabomba na mabomba yale ambayo yanatoa maji. Maji kuna watu wana mabomba lakini maji hamna, na kama yakitoka, basi yanatoka sehemu tofauti ambako ni mbali kwa kwenda kuchota, inakuwa ni shida. Ukibeba ndoo mbili, jamani, unachoka, ni mbali. Mimi naitwa Francis Alfred, mkazi wa Ukombozi Bondeni. Kwa kweli tunapata shida ya maji toka tumehamia hapa elfu mbili na kumi na tano tuko kwenye shida ya maji a, maji ya visima toka elfu mbili na kumi na tano yalipokuja mabomba ya mikopo, kuna baadhi ya wenzetu wamefanikiwa wamevuta, lakini hayo maji kwa mwezi yanatoka mara moja au mara mbili, au saa ingine naweza kukaa hata miezi mitatu hakuna maji. Watu tunaendelea kunywa maji ya visima. Na sometimes kama mvua inanyesha ndio utakuta mnapata maji ya visima. Lakini kama mvua hakuna basi na visima vinakauka. Mama zetu wanatoka hapa wanakwenda mpaka Temboni kutafuta maji. Hebu jiulize. Ana watoto watano. Akenda kule anarudi na ndoo moja, atafanya nini? Hiyo ndoo moja apikie, afulie nguo watoto wa shule, kweli akoge, kweli anatosha. Kwa hivyo kama serikali itukumbuke sisi watu wa Ukombozi bondeni. Kilio chetu cha maji sio mara ya kwanza. Hii karibu ni mara ya nne tunalia kilio, lakini hatukumbuki. Tunaziomba serikali inayoingia madarakani, waje watuangalie na sisi kilio chetu, watu wa bondeni Ukombozi. Mimi Rehema Hamza Nguzo Shengwato, nimechimba kisima hiki kwa ajili ya shida ya maji Saranga. Tunaomba mtusaidie, tuna shida ya maji jamani. Wanamama ndio hawa wanachota maji kisimani, wanaamka saa tisa za usiku wanajazana hapa kisimani kwa ajili ya shida ya maji, tusaidieni. Maji hamna kabisa, tunatoka saa tisa za usiku tunakuja kutafuta maji kwenye visima kama hivi mnavyotuona. Wananchi wote wako, ku, wako hapa sa, nani kisimani, tunachota maji, na eneo hili kuna mama mmoja, mama mwana ametoa eneo lake kwa ajili ya kuchimba kisima ili kusaidia wananchi. Na haya maji sio kama tunakunywa, tunachemsha kwanza ndo tunakunywa, lakini light kama tungekuwa tunakunywa kila siku, ina maana mngetukuta hospitali. Maji si salama, lakini tuna shida ya maji, ndio maana tunatoka saa tisa za usiku, tunakuja kutafuta maji. Na eneo ili lenyewe si salama, lina vibaka wa kila aina, ni polini, hakuna usalama wa aina yoyote hile. Tunafika tu tufanyeje? sisi wananchi tuna shida ya maji. Huko mliko wana viongozi wetu, tunawaomba mtusaidie. Ah, yes, niongea na meneja akaniambia kwamba wale watapata maji kwa awamu, na lasti Jumanne walikuwa wameshapata maji ka walikuwa hata kujua ni mtaupe ak kwa sababu shida ya maji kwa ilikuwa haipo. Ah, wanapata mta... kwa awamu, na wana, wana, wana taarifa ya siku ambazo wa wanapata hayo maji. Yes ameniambia, I anapata Jumanne na Alhamisi na lasti Jumanne walipata, ndio maana nataka hata siku kurudia <tipulia>